Mtazamaji wa Buyazi TV, leo hii tumeweza kumtembelea mkulima mmoja wa zao la alizeti e, anayeitwa Rutandura Paulo Kazimoto, ambaye tulifanya naye mazungumzo na kuweza kutembelea shamba lake. Kama tunavyoona, pengine alizeti hiyo ni ya muda mfupi kabisa, inaiva na imelimwa mwezi wa tatu. Kwa hiyo ni zao zuri kabisa hili, pengine tumeweza kumtembelea na kuweza kuzungumza naye Naomba tumsikilize kwa makini zaidi, pengine ana ujumbe wake mzuri wa kuweza kuwaelezea pengine wananchi pamoja na Watanzania wote kwa ujumla katika zao hili. Mkulima huyu yupo katika kijiji cha Ikungwigazi, kata ya Ikungwigazi, wilaya ya Mbuga, mkoa wa Geita. Lakini pia uh, usisahau kusubscribe na kulike pamoja na kushare channel yetu hii. Kwa majina inapatikana maeneo ya Mbogwe wilaya wila ya Mbogwe kata ya Ikunguigazi na kijiji cha Ikunguigazi. E, msimu huu tumeupata kulingana na maelekezo ambayo bwana shamba alituelekeza kwamba tuwe na, na, na, na, na mbinu nyingine mbadala kwa ajili ya kupata fedha. Maana tunasumbuka kila mwaka tunalima pamba, lakini zao la pamba huku sasa hivi linakuwa alipo. Na bahati nzuri tu bwana shamba yule, bi kuna binti mmoja ambaye ni bwana shamba tukasikia kwamba kuna mbegu za kitaalamu zimeletwa. Sasa zimeletwa muda wa msimu umeshaisha kabisa kwenye mwezi wa tatu, lakini mimi nikaona kwamba ni bora tu ngalau nilime ili saa zingine nione matunda yake, e, kwa mwonekano wa mazao, pamoja na kwamba nimeyalima kutozingatia utaratibu alioniambia bwana shamba, maana alisema na mbolea, lakini kulingana na muda mchache kabisa ambao nilikuwa nao, nilikuwa nilikuwa sina hela ya kuweza kuweka mbolea aina yoyote. Naona kwamba haya yanaweza kuniondolea ingalau katika familia hata kuuza, lakini na imani kwamba kama ningekuwa nimezingatia maelekezo ya bwana shamba na kupata hela ya kununua mbolea, mazao yangu yangelikuwa mazuri zaidi kuliko haya. Lakini kwa sababu zao hili kwanza ni mafuta kwa ajili ya familia, halafu vile vile ni, ni matumizi saa zingine, ninaweza nikawashauri kwamba tunaweza tuka, tukaungana. Mimi kwa sababu mimi ndio nimeshaamua kuanza kilimo hiki, tukaungana kwa pamoja na tuondokane na ile tu imani potofu ya kwa wanasema kwamba ukilima zao kama hili eti mashamba yanakufa. Mimi nimeamua kwamba basi mimi huwe mfano kwao, kwamba nilime, nione kama shamba litakufa, lakini na imani kwamba hata shamba litakuwa linaendelea, ni tu kwa kwa hali hiyo. Sawa sawa, basi nikushukuru pengine na nikupongeze kwa kulima mazao haya yako vizuri, kama tunavyoona moja kwa moja kwenye video yetu hii. Basi mimi nikutakia pengine majukumu mema. Asante sana, asante sana. Tanzania, kulisha dunia, kulisha Afrika, kulisha dunia, Samia ongoza njia. Sisi kama leaders wa Afrika tuko tayari kulisha ulimwengu, tuko tayari kuiondoa aibu ya Afrika kutegemea chakula kutoka kwengine, tuko